Ayuha almushahiduna alkiram, ndugu wapenzi watazamaji, ambao mmejenga ada ya kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya Abuu Jadawi Online TV, kadhalika Zainab Online TV na Masjid Zainab TV Nyashishi, awali ya yote hapana budi tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwa fadhila zake ametujaalia na kutuwezesha na kutupa taufiki tukaweza kukutana katika darsa muhimu hii, tukizungumzia ulimwengu wa kijini. Katika kuujua ulimwengu wa kijini, mwanadamu anaweza kujikwamua kimaisha lakini pia anaweza kuchukua baadhi ya tahadhari ili asiharibikiwe katika maisha yake. Katika darasa yetu ya leo, cha kwanza, ndugu mtazamaji, unatakiwa ufahamu anna aljinna haqiqatun la khurafatun, ya kwamba ulimwengu wa kijini ni jambo la uhakika, yani ni jambo la kweli na wala si ukhurafi. Kuamini kwamba majini wapo ni jambo la hakika, na kuamini hivyo sio ukhurafi. Kwa nini? Kwa sababu kuamini ulimwengu wa kijini ni miongoni mwa imani anayotakiwa kuwa nayo Muislamu, li anna min asasi al-aqidati al-islamiyya kwa kuwa miongoni mwa misingi ya aqida ya Kiislamu, al-imanu bil ghaibi, muislamu anatakiwa aamini ghaibu, aamini yale mambo yaliyofichikana. Bal huwa awwalu sifatin wasafa llahu tabaraka wataala biha almuttaqin, bali kuamini ghaibu ndiyo sifa ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifia kwayo wacha Mungu, fi kitabihi haithu qala, amewasifia hilo katika kitabu chake mahala aliposema Allah azza wa jalla, alif lam mim dhalika alkitabu la, al la raiba fih hudan lilmuttaqin. Allah subhanahu wataala aliposema alif lam mim, allahu alamu bimuradihi bihi, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua makusudio ya hizi herufi tatu. Lakini aliposema dhalika alkitab, kitabu hiki cha Qurani, la raiba fihi, hakina shaka ndani yake, hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wanaomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wanaomcha Allah tabaraka wa taala, sifa zao nini, zipi? Allah akasema alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ni wale wanaoamini ghaibu, wanaamini yale mambo yaliyofichikana, na wakasimamisha swala na kutokana na vile tulivyo waruzuku wakawa wanatoa. Kwa hiyo utaona katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifia kuwa na imani, kuwa na uchamungu wale wanaoamini mambo ya ghaibu. Na ulimwengu wa kijini ni ulimwengu uliofichikana. Kwa hiyo Muislamu anapoamini kwamba ulimwengu wa kijini upo, anaingia katika lile kundi la wale wanaoamini ghaibu.

na ghaibu ni yale mambo ambayo yamefichikana kwetu sisi, hatuyaoni kwa macho na wala hatuwezi kuhisi wakati mwingine, lakini Allah subhanahu wataala akatueleza uwepo wao uwepo wake, mambo hayo, lakini pia mitume wake Allah subhanahu wa taala wakatueleza habari zake. Hayo ndiyo mambo ya ghaibu, kama kala Ibnu Masudi radhi Allahu taala anhu kama alivyosema Sahaba wa mtume Abdullahi ibn Mas'udi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuiradhi Ibn Mas'udi, amesema nini? Anasema, wal jinnu min al ghaibi alladhi yajibu an nu'mina bihi, ulimwengu wa kijini ni miongoni mwa mambo ya ghaibu ambayo tunatakiwa sisi Waislamu kuyaamini Haithu tadhafarat ladilatu ala wujudihi, kwa namna ambavyo zimekuja dalili nyingi zinazothibitisha uwepo wa ulimwengu wa kijini quranan wa sunna, tena dalili hizo zimekuja ndani ya Qurani na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. fa min aladilati lquraniya, miongoni mwa dalili za Qurani zinazothibitisha uwepo wa ulimwengu wa kijini ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aliposema katika aya ya 29 katika suratul suratul kahfi, katika suratul ahqafi taban, ni suratul ahqafi Mwenyezi Mungu anasema wa idh sarafna ilaika nafaram min aljinni yastamiuna alquran, nakumbuka tulipo tulipolileta kwako, kwa ewe kwa Muhammad kundi la majini likawa likisikiliza Qur'an, mahallu shahidi wa idh sarafna ilaika nafaran min aljinni. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuthibitishia uwepo wa ulimwengu wa kijini lakini aya nyingine ni aya ya kumi na tatu ni aya ya 130 tabaan, ambayo inapatikana katika surati al-an'am Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema ya ma'ashara al-jinni wal-ins alam ya'atikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha, enyi kusanyiko la majini na binadamu, je, hawajakuijieni mitume miongoni mwenu wakikusomeeni aya zangu na wakikuonyeni kukutana na siku yenu hii. Mahalu shahidi ni pale Allah aliposema ya maashara aljinni wal insi. Pia aya hii inatuthibitishia uwepo wa ulimwengu wa kijini, na tunaamua kuileta darasa hii kuwathibitishia wale wasioamini kwamba ulimwengu wa kijini upo, kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa hawaamini kwamba majini wapo, lakini ulimwengu huu upo lakini aya nyingine ni aya ya thelathini na tatu inayopatikana katika Suratu Rahman. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika aya hii anasema, ya maashara ljinni walins in istataatum an tanfudhu min aktari lsamawati walardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, enyi kusanyiko la majini na binadamu ikiwa mtaweza kupenya katika tabaka za mbingu na ardhi, basi penyeni, hamtopenya ila kwa madaraka yangu. Mahalu shahidi napopakusudia pia katika aya hii ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa munada kwa majini na binadamu, akasema ya maashara aljinni wal ins. Pia aya hii inatuthibitishia uwepo wa ulimwengu wa kijini. Lakini aya nyingine ni aya ya kwanza inayopatikana katika surati Aljinn, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliposema qul uhiya ilaya annahu stamaca nafarun min aljinn faqalu inna samicna quranan ajaba, sema ya Muhammad, kuwaambia hao umati wako nimefunuliwa wahai mimi ya kwamba limesikiliza kundi la majini kuisikiliza Qurani, wakasema hakika sisi tumesikia Qurani ni yenye kustaajabisha, ni yenye kushangaza. Pia aya hii ndugu zangu inatuthibitishia uwepo wa ulimwengu wa kijini, lakini aya nyingine ni aya ya sita katika sura hii hii, suratul jinni. Mwenyezi Mungu subhanahu ta wa taala anasema, wa annahu kana rijalu min alins ya'uduna bi birijali min aljinni fazaduhum rahaqa. Na kwa hakika walikuwa watu wa kibinadamu wanatafuta ulinzi kwa, kwa, kwa wanamume wa kijinni ikawa ni sababu ya kuzidishiwa mizigo, yani hawakuzidishiwa isipokuwa tabu. Mahallu shahidi wa annahu kana rijalu min al insi yaudhuna bi rijali min aljinni. Hivyo hivyo aya hii inatuthibitishia ya kwamba ulimwengu wa kijini upo, lakini pia kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio imamul mufassirin, ndio kiongozi wa wenye kuifasiri Qur'an, pia anatuthibitishia uwepo wa ulimwengu wa kijini na hii ni hadithi, alladhi rawahu muslim fi sahihihi, ni hadithi ambayo ameipokea Imamu muslim katika sahihi yake anhu, ibn ibn an ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abdullah ibn mas'ud mwenyezi Mungu amwiye radhi. Abdullah ibn mas'ud anahadithia anasema kunna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhaata lailatin, siku moja tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam na ulikuwa ni wakati wa usiku tumelala. Fafakadnahu, tuliposhtuka kutoka usingizini tukamkosa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faltamasnahu fil awdiyati wash-shi'abi, tukaenda kumtafuta mtume sallallahu alayhi wa sallam majangwani huko, mabondeni huko, tukamkosa. Fakulna stutira au ikhtila, tukasema huenda mtume sallallahu alaihi wasallam amepaishwa kanyakuliwa, huenda amepatwa na madhara. Fabitna bisharri lailatin bata biha qaumu, tukalala usiku mbaya waliowahi kulala watu, yani katika siku ambayo tumelala vibaya ni siku hiyo Falamma asbahna, pindi tulipopambazukiwa na asubuhi. Idha huwa jaa min qibali hira, tahamaki tunamuona mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja kutoka katika upande wa Hira. Ibn Mas'ud anasema faqulna ya rasul Allah, tukamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume wa Allah, faqadinaka fa talabnaka falam najidka, tulikukosa tukakutafuta lakini hatukukupata, ya Rasulullah. fabitna bi sharri lailatin bata biha qaum, tukalala usiku mbaya waliowahi kulala watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: atani da'i aljinn fa dhahabtu maahu fa qara'tu alaihim alquran, alinijia mlinganiaji wa kijinni, nikaenda pamoja naye Nilipofika nikawasomea majini Qurani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka na kundi la maswahaba wake, kama anavyosema Abdullahi ibn Mas'udi: fantalaqa bina, mtume akaondoka pamoja na sisi. Fa arana atharahum wa athara niranihim, akaenda akatuonyesha athari zao hao majini na athari za mioto yao wasaluhu ani zati na wakamwomba kunako akiba ya chakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu hao majini kwa kuwaambia, lakum kullu adhmin dhukira smullahi alaihi yakau fi aidikum, nyinyi ni haki yenu kila mfupa wa yule mnyama aliyechinjwa kwa kutajiwa jina la Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo mfupa utakaoanguka katika mikono yenu ni haki yenu Aufaru ma yakunu lahma, mfupa huo utakuwa na nyama nyingi kabisa. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum, na kila kinyesi kinachotokana na wanyama ni chakula kwa ajili ya wanyama wenu. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mwongozo kuambia masahaba wake, fala tastanju bihima fa innahuma taamu ikhwanikum, basi msistanji kwa hivyo viwili kinyesi cha wanyama na mifupa ya wanyama, msije mkastanji mkajisafishia pindi mnapokidhi haja zenu, kwani vitu hivyo viwili ni chakula cha ndugu zenu majini. Pia hadithi hii inatuthibitishia ya kwamba ulimwengu wa kijini upo, lakini hadithi nyingine ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ile inayotokana na abi saidi Alkhudri radhiallahu anhu. Said Alkhudri anasema qala li rasulu llah salla llahu alaihi wasallam, siku moja mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam waliniambia inni araka tuhibu lghanama wal badia, hakika mimi ninakuona wewe abi saidi Alkhudri unapenda sana kufuga hawa kondoo na mbuzi, na unapenda kukaa kijijini kule kwa ajili ya mifugo fa idha kunta fi ghanamika, utakapokuwa katika mifugo yako, au baadiyatika, au utakapokuwa huko kijijini kwa ajili ya kulinda hiyo mifugo yako. Fa adhanta bis bissala, ukafika wakati wa swala na we ukaadhini kwa ajili ya swala. Farfa'a sautaka binnidai, basi nyanyua sauti yako kwa adhana. Fa innahu la yasma'u mada sauti lmuadhdhin jinnu wala insu wala shay'un illa shahida lahu yawm alqiyama, hakika hatosikia ukunjufu wa sauti muadhin yoyote iwe ni jini au binadamu au kitu kingine chochote, isipokuwa kitamshuhudia yule anayeadhini siku ya kiyama. Pia hadithi hii inatuthibitishia uwepo wa ulimwengu wa kijini lakini hadithi nyingine ni ile inayopatikana katika sahihi mbili, sahihu Bukhari wa sahihu Muslim, ani Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kutoka kwa Ibn Abbas, mwenyezi Mungu amuiya radhi, anasema Ibn Abbas, intalaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ta'ifati min ashabihi. Siku moja aliondoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa na kundi la maswahaba wake amidina ila suki ukad walikuwa wanakusudia kwenda katika soko la ukad pale madina pale. wakad hila baina shayatin wa baina khabari sama, na muda huo kulikuwa kumewekwa kizuizi baina ya mashaitani wa kijini na baina ya khabari za mbinguni, yani wale mashaitani wa kijini walizuiliwa kupata habari za mbinguni. waursilat alaihim shahab, na wakawa wametumiwa kijinga cha moto kwa yoyote atakayekwenda kuiba habari kule atapopolewa. farajaat shayatin ila qaumihim, wale mashaitani wa kijinni wakarejea kwa jamaa zao. faqalu ma lakum, wakasema mna nini nyinyi leo, mbona mnaonekana tofauti. Faqalu, wale mashaitani wa kijinni wakasema hila bainana wa baina khabari samaa, kumewekwa kizuizi baina yetu sisi na baina ya habari za mbinguni. wa ursilat alaina shahab, na kumetumwa kwetu sisi vijinga vya moto vitakavyotupopoa kwayo, hakuna yeyote atakayekwenda kule kwa ajili ya kwenda kuiba habari. Qalu, baadhi ya majini wakasema, mahala bainakum wa baina khabari samaa illa shay'un hadath Hakuna kilichoziwia baina yenu nyinyi na baina ya habari za mbinguni isipokuwa lazima kutakuwa kuna jambo jipya lililozuka. Mkubwa wao akawaambia, fadribu mashariq al ardhi la wa magharibaha, hebu safirini mwende mashariki mwa ardhi na magharibi yake. Fandhuru ma hadha lladhi hala bainakum wa baina khabari ssama, mkatazame ni kipi kilichoziwia baina yenu nyinyi na baina ya habari za mbinguni. Fansara fa ulaika alladhina tawajjahu nahwa Tihama ila nabii sallallahu alayhi wasalam wa, likaenda lile kundi ambalo lilielekea upande wa Tihama katika sehemu aliyokuwepo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa huwa Binakhla, na yeye akiwa katika bustani ya mtende amidina ila suki Ukadh, akikusudia mtume sallallahu alayhi wasalam wa pamoja na masahaba kwenda katika soko la Ukadhi. Wa huwa yusalli bi ashabihi salata alfajri, kundi lile la majini likamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaswalisha maswahaba wake swala ya alfajri. Falamma sami'u alqur'ana, pindi kundi lile la majini lilipoisikia Qurani istama'u lahu liliisikiliza. Kuna tofauti baina ya kusikia na baina ya kusikiliza. Kabla ya kusikiliza, cha kwanza waliisikia ile Qur'ani walipoisikia ile Qur'ani wakawa makini sasa kuisikiliza. Walipoisikiliza faqalu wale majini wakasema hadha wallahi huwa alladhi hala bainakum wa baina khabari ssamaa, hili tunalolishuhudia hapa, tunamuwapa Mwenyezi Mungu, ndilo ambalo limekinga baina yenu nyinyi na baina ya habari za mbinguni. fahunalika rajau ila qaumihim basi hapo kundi hili la majini likarejea kwa jamaa zao. Walipofika kwa jamaa zao, ndio wakasema ya qaumana, enyi jamaa zetu inna sami'na qur'anan ajaba, hakika sisi tumeisikia Qur'ani ni yenye kushangaza yahdi ila rushdi, inamuongoza mtu kwenye uongofu uliokuwa sawa. fa amanna bihi, basi tumeiamini hiyo Qur'ani walan nushrika birabbina ahada na hatutomshirikisha mola wetu na yoyote. faanzala llahu ala nabiyihi sallallahu alayhi wasallam, hapo ndipo Mwenyezimungu subhanahu wa taala akateremsha kwa mtume wake aya hii, qul uhiya ilaya annahu stamaa nafarun min aljinni, sema ya Muhammad kuwaambia umati wako, nimefunuliwa wahi ya kwamba lilisikiliza Qurani kundi la majini. Pia hadithi hii ya mwisho ambayo ndio ilikuwa ni sababu ya kuteremshwa kwa aya hii inatuthibitishia uwepo wa ulimwengu wa kijini. Kwa hiyo majini wapo, na lazima uelewe kwamba majini ni kama vile binadamu, miongoni mwao wapo wema na miongoni mwao wapo waovu. Wale waovu ndio wanaoitwa shayatinul jini, mashaitani wa kijini, na hao ndio wanaotumiwa na wachawi wa kibinadamu kuingiza uchawi kwenye majumba ya watu, kuingiza uchawi katika miili ya binadamu. Kwa hiyo unapoona mtu amerogwa, imma maradhi, amerogwa mafundo ya kichawi yaliyotawala katika milango ya mali, biashara, ndoa na kadhalika, wahusika wakuu ni hawa mashaitani wa kijini, ndio wanaotumiwa na binadamu. Na kwa bahati mbaya hawa mashaitani wa kijini ndio waliomfundisha mwanadamu uchawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama kafara Sulaimanu walakina shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra, hakukufuru Nabii Sulaiman, lakini mashaitani ndio waliokufuru, walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Kwa hiyo ulimwengu wa kijini upo na hawa majini wapo wema, lakini pia wapo waovu, kama ambavyo kuna binadamu wema na, kumina, na kuna binadamu ambao ni waovu binadamu ambao ni maovu ambao ni waovu wanaitwa shayatinul ins, majini ambao ni waovu wanaitwa shayatinu aljinni, na hawa ndio wanaotutesa katika miili yetu. Waladillatu ala dhalika kathira, na dalili zinazoonyesha uwepo wa ulimwengu wa kijini ni nyingi sana, na inshallah kadri tutakavyokuwa tunaendelea na darsa yetu hii tutazidi kufafanua. Kabla sijaondoka hapa studio, napenda nikujuze kwamba Darsa hii inakujia kwa ihsani ya Abuu Jadawi Islamic Foundation. Hiki ni kituo cha tiba kinashughulika na masala ya tiba asilia, tiba mbadala, tiba za kisunna na visomo vya rukia. Makao yetu makuu ni hapa jijini Mwanza katika mtaa wa Unguja, eneo la Mbugani, nyuma ya ofisi za Bakwata mkoa, na huduma yetu hii inaweza kukufikia wewe mahala popote ulipo, iwe ni ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania, ndani ya mkoa wa Mwanza, nje ya mkoa wa Mwanza, lakini almuhimu ni kuwasiliana na sisi kwa namba zinazoonekana hapo katika skrini ya simu yako. Lakini pia tunasafirisha dawa mahala popote pale ulipo alimuradi tu katika eneo unaloishi huduma ya DHL iwe inafika. Mathalan, tuna dawa yetu hii inaitwa bailasani oil. Bailasani oil ni mafuta ya bailasani. Mafuta haya yanatumika kwa ajili ya kufukuza mashaitani, yanatumika kwa ajili ya kubatilisha uchawi, kuondosha hasadi pamoja na vijicho, kutia nuru katika mwili wako na kurejesha mvuto. Unaweza ukasafirishiwa mafuta haya mahala popote ulipo. Lakini pia tuna dawa yetu hii inaitwa the ship of desert, ili ni fusho kwa wale ambao wanasumbuliwa na miguso ya kichawi, miguso ya kishaitani katika miili yao, katika majumba yao na katika maeneo yao ya biashara. Kwa hiyo unafukiza kwenye nyumba, unajifukiza we mwenyewe, lakini pia unafukiza katika eneo lako la biashara. Pia tunaweza tukakusafishia mahala ulipo, lakini pia tuna hii dawa inaitwa mseto poda. Mseto poda inatumika kwa wale ambao wanasumbuliwa na ule uchawi wa kulishwa au uchawi wa kunyweshwa dalili zake ni tumbo, tumbo kujaa gesi kukosa haja kubwa kuwa na vichezo ndani ya tumbo kama vile mama mjamzito lakini kuna wakati mwingine unaweza kusikia kichefuchefu mara kwa mara kukosa hamu ya kula mwili kuishiwa nguvu hizi ni dalili za uchawi wa kulishwa pia dawa hii inayoitwa Msetopoda unaweza ukaagiziwa mahala popote ulipo kwa ajili ya kuondosha matatizo hayo Tukutane katika sehemu yetu ya pili inayozungumzia ulimwengu wa kijini. Wallahu waliyu taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu.